Safari yetu ya hekima inaendelea leo na utawala wa mfalme mcha Mungu wa Yuda Hezekia. Tunapoendelea na tuna simulizi la kibiblia hapa katika mbili wa falme 18, na nataka kurudi kwenye aya ya saba na kufanya kumbukumbu hapa. Ni kauli fupi tu ambayo tunapata hapa kuhusu Hezekia, inasema, aliasi dhidi ya mfalme wa Ashuru. Hii inamaanisha alikoma kulipa kodi kwa Ashuru Baba yake Ahazi alikuwa akilipa kodi hiyo ili kuwazuia hawa wapagani, na sasa hiyo imekoma. Hapa katika aya ya tisa hadi kumi na mbili tunaambiwa kuhusu ushindi wa Ashuru wa Samaria. Kumbuka hiyo ni mji mkuu wa Israeli, na pia tunaambiwa kuhusu kukamatwa kwa Israeli. Sasa hii inasisitiza umuhimu mkubwa wa Hezekia kuamua kukataa kufanya malipo yoyote zaidi Malipo ya kodi kwa taifa hili katili. Sasa katika somo letu la mwisho tuliona jinsi Mfalme Hezekia mcha Mungu aliongoza taifa katika uamsho huu wa ajabu. Alifungua tena hekalu, alirejesha ibada ya Mungu na kusherehekea Pasaka. Aliwaongoza watu kuondoa sanamu zao na kumrudia Mungu. Sasa baada ya yote hayo ni jambo la kushangaza kinachotokea baadaye katika akaunti sambamba ya mbili Mambo ya Nyakati na sura ya 32 tunaambiwa hapa katika aya ya moja, baada ya mambo haya na matendo haya ya uaminifu, Senakeribu mfalme wa Ashuru alikuja na kuvamia Yuda na kupiga kambi dhidi ya miji yenye ngome, akifikiria kuishinda kwa ajili yake mwenyewe. Je, hilo si la kushangaza? Je, usingefikiria kwamba matendo ya uaminifu ya Hezekia yangelipwa ya kwa amani? Lakini badala yake jeshi la Ashuro linakuja likisonga mbele kuvamia Yuda. Wapendwa, ni somo gumu kukubali, lakini kutembea na Mungu haina maana kwamba hakuna majaribu au matatizo. Kwa kweli kutembea na Mungu wakati mwingine huleta matatizo mapya kabisa kwa muumini. Hatuwezi kufikiria hofu ya wakati huu hapa kwa Hezekia. Hii ni kama Daudi mdogo akipambana na yule jitu Goliathi. Mzao wa Daudi, Hezekia sasa anakabiliana na jitu lingine, ni dola ya Ashuru. Sasa Hezekia anafanya kosa kutokana na hofu. Anapogundua kwamba mfalme wa Ashuru Senakeribu yuko katika mchakato wa kuteka Lachishi iliyo karibu, anatuma ujumbe kwa Senakeribu Akiomba msamaha na akitoa kulipa fidia ikiwa unajua angeachwa peke yake sawa. Anajaribu kujadiliana na Goliathi kama ilivyo, huwezi kujadiliana na jitu Goliathi, sawa? Turudi hapa sasa katika mbili Wafalme sura ya 18, hapa katika aya ya 14, tunasoma sasa mfalme wa Ashuru alihitaji talanta 300 za fedha na talanta thelathini za dhahabu. Hiyo ni pesa zaidi kuliko alizonazo Hezekia. Leo hiyo ingekuwa mamilioni kadhaa ya dola. Kwa hivyo anaishia kulazimika kuondoa hazina za hekalu na ikulu, na kwa bahati mbaya analazimika kumwa dhahabu kwenye milango ya hekalu, na hiyo ni aibu ya kusikitisha, lakini mambo yanazidi kuwa mabaya hapa Senakeribu anaamua, sawa, anataka kila kitu, ambayo inamaanisha sio tu dhahabu na fedha zote, bali pia mji wa Yerusalemu wenyewe. Kwa hivyo anatuma maafisa watatu pamoja na jeshi kwenda Yerusalemu. Anataka kumtisha Hezekia na watu wajisalimishe wao wenyewe na mji wao, ili maisha yao yaokolewe. Msemaji wa Senakeribu anasimama nje ya ukuta wa Yerusalemu na anatoa ujumbe huu akianza hapa katika mstari wa ishirini na nane. Sikieni neno la mfalme mkuu, mfalme wa Ashuru. Hivi ndivyo asemavyo mfalme: msimwache Hezekia awadanganye kwa maana hataweza kuwaokoa kutoka mikononi mwangu. Msimwache Hezekia awafanye kumtumaini Bwana. Fanyeni amani nami na tokeni kwangu, ili muweze kuishi na msife. Je, kuna yeyote kati ya miungu ya mataifa aliyewahi kuokoa nchi yake kutoka mikononi mwa mfalme wa Ashuru? Kwa maneno mengine, hakuna Mungu anayeweza kumzuia huyu jitu la Ashuru. Fanyeni amani nami. Sasa Hezekia anatambua kile alichokifungua mlango kwake na kwamba sasa amebanwa kwenye kona. Katika sura ya 19, sasa katika aya ya 1, tunaambiwa jinsi Hezekia anavyojibu ujumbe huu kutoka kwa Senakeribu. Alirarua mavazi yake na kujifunika kwa nguo za gunia na akaenda katika nyumba ya Bwana. Kwa kweli, alipaswa kufanya hivi mwanzoni badala ya kuvua milango ya hekalu dhahabu yake. Sasa anaomba na pia anawatuma wanaume wawili kupata ushauri kutoka kwa nabii Isaya. Huyo ni yule yule Isaya, aliandika kitabu tunachokiita kitabu cha Isaya. Basi Mungu anajibu kupitia Isaya, akimwambia Hezekia asiogope. Kwa sababu Bwana atamsababisha Senakeribu kurudi katika nchi yake mwenyewe ambapo mfalme huyu mwenye kiburi atakufa kwa upanga. Hata hivyo, Senakeribu hana wazo la kurudi katika nchi yake bado. Anamtumia Hezekia barua akirudia tishio lake pamoja na utabiri kwamba basi Mungu wa Israeli hana nguvu za kutosha kumsaidia mfalme Hezekia. Tunaambiwa hapa katika aya ya 14, Hezekia alipanda kwenda nyumba ya Bwana na kueneza barua hii mbele za Bwana, na Hezekia akaomba mbele za Bwana. Anaomba hapa basi katika aya ya 19, E Bwana Mungu wetu, tuokoe tafadhali kutoka mkononi mwake, ili falme zote za dunia zijue kwamba wewe, e Bwana, ndiwe Mungu pekee. Unaona, huyu jitu la Ashuru hakuwa tu ameitishia Yuda, amempinga Mungu na Hezekia anaelewa vizuri hapa, anataka dunia yote ijue kwamba Mungu wake ndiye Mungu wa kweli na aliye hai. Basi mara nyingine tena Mungu anajibu kupitia nabii wake Isaya. Jibu lake lililotolewa kwa urefu katika mtindo wa kishairi hapa katika aya ya 21 linasisitiza ukuu wa Mungu. Mungu hakatikui tamaa. Haitishi unajua mkutano wa dharura na malaika wote. Isaya anasema hapa katika aya ya 32. Hivi ndivyo asemavyo Bwana kuhusu mfalme wa Ashuru, hatakuja katika mji huu, wala hatapiga mshale huko, wala hatakuja mbele yake na ngao, wala hatatupa boma la kuzingira dhidi yake. Kwa njia aliyokuja nayo, kwa njia hiyo hiyo atarudi, na hatakuja katika mji huu, asema Bwana. Kwa maana nitalinda mji huu ili kuokoa, kwa ajili yangu mwenyewe na kwa ajili ya mtumishi wangu Daudi. Basi Mungu anatimiza ahadi yake kwa njia ya kimiujiza. Anatuma malaika mmoja tu mdogo, si jeshi la malaika, malaika mmoja tu mdogo, asiyejulikana na atatosha kufanya kile kinachoelezewa hapa. Sasa katika mstari wa 35, na usiku huo malaika wa Bwana alitoka na kuwapiga watu elfu mia moja themanini na tano katika kambi ya Washuri, na watu walipoamka asubuhi na mapema tazama, hawa wote walikuwa maiti. Sasa kwa hayo Senakeribu anaacha kuzingira Yerusalemu na anarudi nyumbani kwake huko Ninawi. Na miaka kadhaa baadaye kwa kejeli wakati anapomwabudu Mungu wake, unabii wa Mungu wa Israeli kupitia Isaya unatimia. Mfalme huyu mwenye majivuno na matusi anauawa na wanawe wenyewe ambao wanataka kuchukua kiti chake cha enzi. Sasa hakuna maelezo ya kiasili kwa ukombozi wa Yerusalemu kutoka kwa jeshi hili kubwa la Waashuri. Ilikuwa kazi ya miujiza ya Mungu kama jibu kwa sala ya imani iliyojaa unyenyekevu na kukata tamaa. Na kama vile Daudi alivyomshinda Goliathi zamani, ushindi wa Hezekia hapa ni matokeo ya imani yake kwa Mungu mmoja wa kweli. Unajua, siwezi kujizuia kufikiria wapendwa, Mungu wakati mwingine anapima imani yetu kwa kutuweka katika hali ngumu, hata za kukata tamaa, na hatusaidii mara moja kutoka humo. Kwa nini? Kweli, kwa sababu anataka kutuendeleza kukua katika imani yetu, ili tutembee naye kwa uaminifu. Sasa hatuhitaji nabii aje kwenye baraza letu la mbele kutuhakikishia kwamba Mungu amesikia sala zetu za kukata tamaa kwa kweli tuna kitu ambacho Hezekia hakuwa nacho. Tunazo ahadi zilizoandikwa za Mungu ambazo zinatuhakikishia kwamba tukimwomba chochote kulingana na mapenzi yake anatusikia, moja Yohana 5 mstari wa 14. Sawa, tutasimama hapa kwa sasa. Mpaka tukutane tena, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote idr